Tuelekee kaunti namba 31 ambapo mzozo kuhusu umiliki wa sehemu kubwa ya ardhi inayokadiriwa kuwa zaidi ya ekari 23,000 katika eneo la Rumuruti huko Laikipia unaibuka kati ya makundi mawili. Ardhi hiyo ilinunuliwa na wanachama zaidi ya elfu tano wa kundi linalojiita Mathira Kihundui Kahonoki Gitaaraga Farmers Association mnamo mwaka sabini na nne. Hata hivyo, kwa mujibu wa mwenyekiti wao Dominic Munyiri, shamba hilo lilivamiwa na maskota kutoka jamii za wafugaji wanaoishi katika eneo hilo na kudai kuwa ni shamba lao. Mambo ile mesha elete sisi hapa ni mambo ya kusemkana. Iko wakeni alikuja hapa kusema amenunulia shamba meusiwa kwa pande ya Karatina, na hiyo mwenye alinunua shamba ni mukeni na mukaji ya ishamba ajanlusia ajakusia hiyo maneno kitu gani mmefanya wewe, nakaa hiyo miaka yote bila kuja kujenga shamba yako? Kitu gani mmesuia wewe? alafu tunataka barua itoke ndio watu waondoke hapa, watu wamekaa hiyo miaka yote. Itoke barua, itoke barua kuto, kuto, kutoka sheria kutoka sheria itoka uko isemekane iwatu ame. alafu unaleta malori isafirishwe watu kwenda kuweka pale, unajua utaweka mebas wote ile kitu amenituma ni serikali ipe watu security, na hiyo ndio obi ya members wote wa Mathira. Kama ni wewe ukuwe na security, kama uko na kibali hapa, uko na kibali ya shaba yako, haina shida. Wale walikuwa nasema last time wako na na titles, registrar ko hapa, enda kwa kero muruti, peleka hiyo title, akwambie kama ni halali Wamathira wamesema vizuri, sio kama ulikuwa wapi, washauza shamba and it is not reversible, sababu ni ile kitu inaitwa willing buyer willing seller. Hiyo imeenda, unda kamati yako ile ulikuwa umeunda, mumobilize, mujimobilize, muuze mbuzi, mwende Mathira muelewane ni pesa ngapi nini. Mahali shamba inauzwa ni kwa ofisi ya pili kama kuna Wamathira ambao waliko nyinyi pesa. Enda kwa police station, tafuta desire, andika statement, useme ni nani na nani. Kama ni hawa si bado wako alive? Si watapelekwa kotini. Kama ni watu ambao unawajua, ofisi ya DCI ni ofisi ya serikali inahudumia kila mtu. Naibu Inspector General wa Polisi, Elud Lagat.